Mgongo inamaanisha tunafikiria ama maumivu ya shingo au maumivu ya mgongo au ugumu wa kutembea au ugumu wa kupitisha mkojo. Siku za awali hili lilikuwa linatokea tu katika umri wa uzee, hasa baada ya kustaafu. Siku hizi tunawatibu wagonjwa ambao ni vijana wadogo kama miaka mitano miaka kumi au ambao wamejiunga tu na kazi, hasa wataalamu wa IT wanaokaa mbele ya kompyuta, wafanyakazi wasio na shughuli nyingi, au watu wazee sana. Sasa wastani wa eh, muda wa kuishi pia umeongezeka. Kwa hivyo tunaona matatizo ya mgongo kwa wazee baada ya miaka 80, miaka 90. Kwa hivyo, siku za awali tulikuwa tunatibu kwa dawa au kupumzika kitandani kwa wazee, lakini siku hizi kuna matibabu ya upasuaji pia kwao ili waweze kuwa huru na bila maumivu. Kwa kizazi kipya eh, ambao wamejiunga hivi karibuni na kazi, wakifanya kazi mezani kwa muda mrefu mbele ya kompyuta mpakato au kompyuta ya mezani um. Jinsi ya kuwatibu. Kwa hivyo, ni lini uende kumwona daktari wa upasuaji wa mgongo? Ni daktari gani wa kumtembelea? Haya ni maswali muhimu zaidi ambayo ni makubwa, lipi linaweza kudhibitiwa na dawa za nyumbani? Hayo ndiyo mambo yanayokuja akilini mwetu. Kwa hivyo nitapendekeza baadhi ya ishara za hatari ambazo zinapaswa kukufanya kufanya umwone daktari wa upasuaji wa mgongo au mshauri wa mgongo kwa matatizo yako iwapo ni maumivu ya mgongo au maumivu ya shingo ambayo yanaendelea ambayo hayapungui kwa dawa, unapata ganzi mikononi, unapata udhaifu mikononi au miguuni, huwezi kutembea, hata kupumzika kitandani hakupunguzi udhaifu wako, unapata ugumu wa kukojoa au kwenda haja kubwa, unapaswa kumwona daktari wa mgongo, si daktari wa kawaida. Utambuzi ni muhimu sana katika kesi ya tatizo la mgongo, sio tu matibabu ya maumivu. Kwa hivyo utambuzi unahusisha uchunguzi fulani. Inaweza kuwa X-ray ili kutafuta mifupa iliyovunjika au jeraha la mgongo. Inaweza kuwa MRI ya mgongo wako ili kutafuta jeraha la neva au diski iliyoteleza au maambukizi katika mgongo wako au uvimbe katika mgongo wako. Kwa hivyo unapomtembelea mshauri wa mgongo, atabainisha ni skani gani inapaswa kufanywa. Kwa hivyo huduma hizi zinapatikana katika hospitali ya Apollo Specialty. Sio matatizo yote ya mgongo yanaweza kutibiwa kwa usimamizi wa kihafidhina au tiba ya mwili njia nyingine, pia ni kweli, sio wagonjwa wote wanahitaji upasuaji kwa matatizo yao ya mgongo. Kuna dhana kuhusu upasuaji wa mgongo kwamba mara unapofanyiwa upasuaji wa mgongo huendelea kujirudia, huwezi kurudi kwenye mtindo wako wa maisha wa awali. Maendeleo katika upasuaji wa mgongo hivi karibuni tunachokiona kama vile upasuaji wa mgongo wa endoskopi au upasuaji wa mgongo wa mikroskopi au upasuaji wa mgongo wa tundu dogo, kwa msaada wa mfumo wa urambazaji wakati wa upasuaji, yameboresha matokeo kwa kiasi kikubwa. Mgonjwa anaweza kufanyiwa upasuaji asubuhi, kutembea jioni na kuruhusiwa siku inayofuata. Huduma hizi zote zinapatikana katika hospitali ya Apollo Specialty Jayanagar. Unaweza kututembelea kwa tatizo lolote la mgongo wako, labda pia kwa maoni ya pili kuhusu upasuaji wa mgongo ili tuweze kukusaidia kupata matokeo bora.